E, bana story inakwenda kwa title ya The Origin of Israel, na huu ni mwendelezo wa kile kipande cha story ambacho nilikuwa nasimulia kuhusiana na habari ya mama mkwe ambaye alikuwa anaishi na wakwe zake wawili. Baada ya hawa wakwe zake kufiwa na waume zao, na maanisha kwamba huyu mama mkwe alifiwa na vijana wake wawili wa kiume, kwa hiyo akabaki na mabinti wawili nyumbani kwake akiwa anaishi nao, ambao walikuwa tayari ni wajani, lakini kabla ya hapo huyu mama alishafiwa na mume wake, kwa hiyo kulikuwa kuna wajane wawili walikuwa wanaishi pamoja. Sasa unaweza kaelewa hawa watu walikuwa na majonzi kiasi gani kwenye mioyo yao. Lakini sasa mwisho wa siku, hii ni story na ni lazima tuisimulie ili tuweze kujifunza. Sasa niko hivi baada ya huyu mama mkwe kukaa katika ili taifa kwa muda mrefu na haya majonzi ya kufiwa na mume na watoto wawili, aliazimia ndani ya moyo wake arudi kwenye nchi ambayo alikuwa amezaliwa mwanzo. Sasa huyu mwanamke alikuwa ni mwanamke wa Kiisraeli na alikuwa anatokea katika kabila la Yuda, kule Yuda, Betlehemu ya Yuda, ambapo Yesu ndipo alipozaliwa. Kwa wale ambao wamesoma kitabu cha Mathayo, utaelewa kwamba Yesu alizaliwa katika katika mji wa Yuda katika Betlehemu ya yeah Yuda. Sasa unaambiwa, huyu mama alivyokuwa katika lile taifa la Moabu, aliazimia ndani ya moyo wake arudi kwenye nchi yake, kwa sababu tayari hana watoto, hana wajukuu, hana mume. Akaona, yanifaa nini kukaa katika taifa la Moabu nikiwa niko empty hands, yani sina chochote. Akabidi awaite wakwe zake, wakakaa meza moja, akawaambia, mnajua, mnaonaje mna kama mkienda kuolewa huko, kwa sababu mimi tayari sina tena kijana ambaye anaweza akawarithi kwa sababu zamani unaambiwa kulikuwa kuna uwezekano kama umefiwa na mume unaweza ukarithiwa na mwanaume mwingine ambaye ni ndugu wa yule mwanaume. sasa baada ya hapo, mama akakaa akatafakari akaona kwamba hana mrithi wa kuarithisha aa, mabinti akaona awatoe ili wakaolewe na wanaume wengine wa huko duniani, aidha Moabu, au mataifa mengine. Sasa unaweza ukakumbuka kuna story fulani hivi nilisimuliaga katika ile story ya King Solomon, kwamba waliambiwaga wakati wanaume wa Israel, waliambiwa ni marufuku kuoa mwanamke wa taifa jingine. Sasa kuna kitu hapa nimesimulia kwamba hawa wanaume wa taifa la ki Israel walioa wanawake wa taifa la Kimoabu alafu wakafa. Sasa so, unaweza ukajiuliza, au walikufa kwa sababu walikwenda kinyume na mapenzi ya Mungu, walikataa kuitii sheria ya Mungu, ndio maana wakafa ha? Ikoje? ilikuwa kuwaje mpaka hawa vijana wakafa? Au labda kwa sababu walioa wanawake wa mataifa mengine? Kwa sababu katika ile story nilisimulia kwamba kulikuwa na kikao kikubwa sana ambacho kiliitishwa, cha wanaume, kikao cha taifa cha wanaume wa taifa la Israel, wakapigwa marufuku kwamba hairuhusiwi kwa mwanaume yoyote wa taifa la Israel kwenda kuoa mwanamke wa taifa nyingine, na hili ni agizo kutoka kwa Mungu Baba, Mungu Baba ambaye ametutoa katika taifa la utumwa taifa la Misri. Kwa hiyo wanaume wote walikuwa wameondoka na moja kichwani kwamba haturuhusiwi kuoa mwanamke wa taifa jingine. Lakini utaona wao wanaume bwana waliendeleaga kuoa wa wanawake wa mataifa mengine na mmoja wapo ambaye alitia fora alikuwa ni Suleiman. Yaani yeye aliamua kutafuta wanawake mia saba yani. Alafu hawa wanawake walikuwa ni wanawake wa kifalme, mabinti za kifalme. Kwa unaweza ukaona kwamba Suleiman aliamua kuwawakilisha hawa wanaume wa taifa la Israeli kwa kuvunja sheria ya Mungu. Sasa tuachane na habari za Suleiman. Hapa anasimulia habari za huyu mama mkwe ambaye alikaa kikangoni kwa muda mrefu sana, ambaye alipitia misu masukosuko na mauzauza mengi katika maisha yake, mpaka akaamua kujiita mara mara, maana yake ni uchungu, badala ya kujiita Naomi, akaamua kujibatiza jina jipya akaitwa mara na mara, inamaanisha uchungu. Sasa huyu mama, wakati anataka kuondoka katika nchi ya Moabu, kwa hawa mabinti wawili, mmojawapo akamwambia hapana mama, hautaondoka lakini hautaniacha mimi, nitaondoka na wewe, na mwingine alimwambia mama, wewe utaondoka tu, mimi nitabaki na kusudi la Mungu litatimia kwenye maisha yangu. Yote tu yalikuwa ni heri, kwa sababu ilikuwa ni mitazamo na kusudi la Mungu lilikuwa linatakiwa litimie kwa mtu mmoja, sawa. Huyo mtu alikuwa ni nani hapa, ambaye kusudi la Mungu lilikuwa linatakiwa kutimia? Nilikurejesha katika story moja hivi ya King Solomon, kwamba uh, jinsi ambavyo alioa wanawake wengi wa mataifa ya kigeni alafu, nikakuibia story flani hivi kwamba, au, labda yakii au, vijana walikufa kwa sababu walioa wanawake wa taifa la kigeni ha? Kuna kitu nimejifunza hapa katika hii story, na ukinisikiza kwa makini unaweza ukaelewa kwamba kuna purpose ya Mungu ilikuwa nataka kutimizwa hapa. Ilibidi tu hawa vijana wafe, ilibidi tu hawa vijana wampose Ruthu na Orpa kwa ili kusudi la Mungu litimie. Sasa nisikiza kwa makini ili uweze kuvuna kitu hapa ha? Iko hivi Mungu anaweza ka create story mahali popote, anaweza katengeneza story kwenye maisha ya mtu ili iweze kutimiza kusudi lake. Utaona kwamba huyu Ruthu baada ya kuingia kwenye familia ya huyu Elimelek, ilibidi atoke kwenye ile taifa kwa sababu ya uchungu ambao alikuwa nayo ndani ya moyo wake, kwa sababu alimpenda huyo bi mkubwa bibi Naomi, akaamua kukimbia naye katika taifa la Israel. Kulikuwa kuna papasi ya Mungu ambayo ilikuwa inaenda kutimizwa. Utakuja kuona kwamba ukoo wa Yesu , yaani Yesu Kristo amezaliwa kwenye tumbo la Ruth. Nitakuja kusimulia ku mbele ilikuaje mpaka Ruth akatuzalia mtoto Yesu ambaye amekwenda kutufia msalabani sisi, ambao tuna dhambi nyingi sana. Lakini iko hivi, huyu Ruth asingeweza kufika Israel bila huyu Naomi kwa sababu kwanza, taifa la Israel lilikuwa haliingiliani na mataifa mengine. Zamani walikuwa wanajitenga sana, ili taifa la Israel ilikuwa mwanaume wa Kiisraeli ni ngumu sana kumuua mwanamke wa taifa la Kimoabu. Sasa Mungu, kwa kwa jinsi ambavyo alikuwa anataka kutimiza kusudi lake, kwa ninavyofikiria mimi, aliona ni vyema kwanza taifa la Israel lipitie njaa, alafu huyu Elimeleki na mke wake waondoke wakimbilie Moabu. Wakifika kule Moabu, nitahakikisha Elmeleki anafariki lakini pia nitahakikisha Maloni na Kilioni wakisha oa wanafariki, ili huyu bi mkubwa Naomi aweze kurudi katika taifa la Israeli akiwa na huyu Ruthu, ili niweze kutimiza kusudi langu, kwa sababu kuna kitu ambacho ninataka kukifanya. Kwa hiyo utakuja kuelewa kwamba kumbe hawa vijana hawakufa kwa sababu walioa wanawake wa taifa la kigeni. Hapana, kuna kusudi la Mungu lilikuwa linataka kutimia hapa. Unaona kwamba huyu Ruthu, kama Elimeleki angeendelea kuishi maana yake kwamba yule mzee angezeekia pale katika taifa la Moabu, na kama Maloni na Kilioni wangeendelea kuishi manake Ruth angeendelea kuishi pale Moabu. Kuna kusudi la Mungu kubwa sana lisingetimia endapo Maloni, Kilioni na Elimeleki wasingekufa. Kwa hiyo wakati mwingine, bwana, kitu kinapokuwa kinatokea kwenye maisha, tunatakiwa tumshukuru Mungu. Hata kama kuna kitu cha muhimu sana kimechukuliwa kwenye maisha yako, hebu jifunze kushukuru. Yawezekana kuna kusudi la Mungu linatakiwa kutimia kupitia hayo majonzi yako. Utaona kwamba baada ya Ruthu kufiwa na mume wake na huyu Naomi kufiwa na mume wake, ilibidi Naomi afanye maamuzi ya kurudi Israel, ambapo kule Israel tunamkuta jamaa mmoja hivi anaitwa Boaz, alikuwa ni tajiri sana katika ile taifa la Israel. Na huyu huyu Ruthu alifanikiwa kuolewa na huyu Boaz na utakuja kuona baadaye, walikuja kuzaa watoto, kuna kina Yese, katika Yese akatokea Daudi, na katika Daudi akatokea Suleimani. Na ukisoma katika kitabu cha Mathayo mlango wa kwanza, ndio utakutana na history ambayo ninaisimulia hapa. Sasa huyo Boazi ni, ni mtoto wa Rahabu, yule Rahabu kahaba ambaye aliwasaidia, ali wale wana wa Israeli walipokuwa wanaenda uh, kupeleleza ule mji ambao walitumwa kwenda ya kuupeleleza kipindi kile na kina Joshua. Sasa hii ni story nyingine ambayo nitakuja kukumegea siku nyingine, lakini hapa nataka nikumegee story pamba sana. Kwa nini kwa hawa watu ilibidi wa, wa, wa, wa, wa, wa. Yaani ni it's a biblical story. Ni story ambayo imekaa kiro sana kwa mtu ambaye uh, ukifikiria juu juu unaweza kufikiri kwamba tunafurahia huyu bibi kufiwa na hawa watoto na mume wake. Lakini mwisho wa siku mapenzi ya Mungu ilibidi yatimie ili Ruth apate mwanya wa kuingia katika taifa la Israel, akakutanishwa na Boaz ili watengeneze familia ambayo ilikuja kumtengeneza Yesu Kristo, ambaye ni mwamba aliyekuja kukomboa ulimwengu na dhambi zake. Bana story na kwenda kwa title ya The Origin of Israel ni story pambe sana. Ukifuatilia kwa karibu na ukikaa kama mtu wa rohoni, unaweza ukajifunza kitu, kwa sababu Biblia ni kitabu ambacho kinatufundisha na kutuonya na kutuelekeza. Kwa hiyo katika katika story hizi unaweza ukajifunza mambo mengi sana. Big up sana kwa ambayo unaifuatilia story hii kwa karibu, naomba ukasubscribe katika YouTube channel yangu ili uweze kuwa wa kwanza kupata story. Sante.